Na wakazi wa bonde la Malaso katika kaunti ya Samburu wamesifia juhudi za serikali za kuvituma vikosi maalum vya usalama kukomesha visa vya uhalifu kama wizi wa mifugo. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anaarifu zaidi kutoka bonde la Malaso. Utulivu ulioshamiri maeneo ya bonde la Malaso katika kaunti ya Samburu, utulivu ulioficha ukoko wa matukio ya utovu wa usalama ambao umekuwa ukiwafika wakazi wa maeneo haya kwa muda mrefu. Asante serikali kwa shuhuri, imesaidia na shukrani sasa siku hizi tumelala hakuna wagawaga sana kama amani kwa hivyo nachukuru serikali ya county, na ya serikali kuu na asante ya kaunti tumesema asante kwa shamba saa hii tunaona amani imeletea mzuri asipokuwa atu, atukorawakora atu, atu, atu, watatu na saa hii tumesema asante serikali kabisa juu tunalanga kuna masiku hatulangi siku kama beleni saa hii tunalala hata watoto naenda maduka masaa saa moja moja mbi saa kumi na mbili na tumelima enya, wao wamelima, sio wote lakini tumeona wamelimwa mzuri. Wakazi sasa wanashabikia kupatikana kwa amani maeneo hayo, wakihusisha hali hiyo na juhudi zilizowekwa na serikali kwa kuvituma vikosi vya usalama kuwakomesha majahili ambao wamekuwa wakiwatatiza. Tunashukuru serikali yetu ya national na ya county government, wote walipea support na walipea ulinzi ya NPR, wakisaidiana na Jisio na nna security ya ya kia awa wamelete na security vandei naitunameona tumesaidika mara. Wakati ingine jioni tunahama, tunarudi asubuhi saa tumekuwa watu kwa mama, lakini siku hizo tunalala vizuri, tunalala na viatu hakuna haja hata kusema titu, leo nitatoroka. Watu wanakwenda kutembea kwa masoko, wanakuja usiku. Hata hivyo wakazi wa maeneo haya wanaposhabikia kupatikana kwa amani wamevitaka vikosi vya usalama kuelekea katika handaki na maficho na kuwafurusha majahili wa wizi wa mifugo ambao wamekuwa wakiwatatiza. Kakuwa ile adui inapichana kwa ile mabondebonde hapa, ambapo ingepaa uwe kama kuna ndeke ingekuwa inasotoa maanake, ile mtu kutembea mguu ni ngumu kuona. Hawa manaka hapa, kuna matremuko ya mabonde ambapo inataka ile machini, ile mashini ya kuingia huko ndani. Kwa hii belt yetu ya Maraso location, usalama imetulia. Kwa ile yangu imetulia, imetulia kwa, kwa saizi ya one month atujasikia tena risasi wa walifu, hakuna mbusi imeanda, hakuna ngombe imeanda, hakuna mwili tumepatesa kwa one month. tunaomba tu Tunashukuru security agencies ambayo tuko hapa through NPR na shirika yote ya national government wale maskari tuko naye tuko na jeshi yote tuko na jeshi idadi kubwa ya wakazi wa maeneo hayo walikimbia makwao baada ya hali ya usalama kuwa tete zaidi ila sasa wameanza kurejea makwao na kuendeleza shughuli za kawaida kama vile kilimo bonfas barasa roninga citizen maeneo ya pura bonde la Malaso gatuzi la Samburu